ni bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mtume ambaye ametumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa na Allah tabaraka wa taala pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema wa rafa'na laka dhikraka akhwani ama anwani yangu leo inaitwa alwathma nini wathma wathma ni maradhi ya uh, tambazi, yani edema hmm. Tambazi, maradhi haya tambazi, ni ya namna gani? Hebu sikilize hii, tunasema alwadhma hiya tawarrumu sababuhu ihtibasi kimyati zaida min alsawaili dakhil ansijati ljismi. Wanazuoni wanasema Ah, tambazi ni kuvimba au kujaa kwa sababu ya mkusanyiko wa kiwango cha maji kilichozidi zaidi katika ndani ya tishu katika mwili wa mwanadamu. Yumkinu an tasiba alwadhma ay guza min al jismi. Tambazi ni maradhi yanayoweza kutokelezea katika kiungo chochote kile katika mwili wa mwanadamu, walakinaha ghaliban tatakawano fi sakaini wal qadamaini lakin tambazi eh, ugonjwa huu wa tambazi awadhma mara nyingi sana hutokelezea katika mihundi miwili ya miguu au nyayo mbili za miguu, ndipo mara nyingi hutokelezea. Kwa utamkuta mtu nyayo yake imevimba, imekuwa namna hii, e, hata kiatu hawezi kuvaa, hata ndala yenyewe kuivaa inakuwa ni shughuli subhanallah. Lakini waweza kuta kwamba muhundi ule muhundi wake ule, maanake kuanzia kwenye goti kushuka chini unaitwa muhundi huu, na kuanzia hapa kwenye pingili ya chini ya muhundi kwenda huko chini inaitwa unyayo. Sasa kuanzia kwenye hu, hu muhundi kushuka chini mpaka kwenye unyayo wote unakuta umejaa. Kama ni mwanamume alikuwa anavaa suruali zake vizuri, lakini sasa zile suruali huko chini inakuwa haiwezi ikapita tena, kwa sababu mguu umekuwa ni mkubwa mno. Mwenyezi Mungu atulinde, Mwenyezi Mungu atuhifadhi, kwa sababu maradhi e, kwatika hali ya mwanadamu si jambo jema, ingawa sisi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia mtu akipewa maradhi ni sawa, Mwenyezi Mungu amekukumbuka e, katika hali za namna hiyo.

tanawulo bibadi ladwia, ikapelekea kwa sababu ya matumizi ya dawa nyingi, ila isabati bilwathma, mpaka mtu akatokelezea kupatwa na tambazi. Kwa maana baadhi ya mizigo eh, inaweza ikapelekea mtu kupatwa na tambazi. Baadhi ya, ya matumizi ya madawa yanaweza ikampelekea mtu kupatwa na tambazi.

inaweza ikatokelezea tambazi. Mara nyingine natija ni kwa sababu tu au kwa matokeo limarad kwa, kwa ya, ya maradhi, yani mtu akawa na maradhi fulani na tambazi nayo ikaja kumtokelezea, mithl, kwa mfano maradhi gani? Fashal alqalbi, moyo uliofeli unaweza ukapelekea mtu kupatwa na tambazi um, au maradhi al-koli au mtu mwenye maradhi ya figo inaweza ikapelekea mtu kupatwa na tambazi, au kusur al waridi au mishipa katika mwili wake ikawa na shida, inaweza ikapelekea tatizo la tambazi, au shama al kabit au uh, ukamuaji wa mafuta katika uh, uh, ini Eh, inaweza ikapelekea tatizo la tambazi. Yote haya ni mambo ambayo inaweza kapelekea tambazi. Kwa hiyo ugonjwa wa tambazi unayo asili yake, unayo chanzo chake katika hali ya namna hiyo. Yaani wewe huwezi kujikuta tu miguu imevimba, muhundi umevimba tu ghafla tu, lakini ukiona hiyo imekutokelezea, basi rudisha nyuma ya hapo, nyuma ya hiyo tambazi kuna nini? Kuna nini? Kuna nini? Unaweza kukuta ni figo kama sio figo ni ini, kama sio ini ni moyo, kama sio moyo. Katika hali ya namna kama hiyo, ndio maana na sisi kwa idhini yake Tabaraka Wataala tukakuletea tiba ya mimea ambayo ina, ina, ina sifa ya kuweza kutibia tatizo na kuondosha athari ya chanzo cha tatizo lenyewe mpaka kuja kutokea tatizo hilo, na tukaiita tambazi hii ina wenzake, si hii peke yake tu, ina wenzake ili kukamilisha dozi kamili. Kwa hiyo naambie tu Sheikh Khamisi Suleymani, na mimi nataka dawa ya tambazi, au baba yangu anaugua tambazi, au mama yangu anaugua tambazi, naomba tusaidie tuweze kuponyesha kutibia mgonjwa wetu, basi mimi nitakupatia dawa hii na itaenda kukutibia na Allah, tabaraka wa taala, ataenda kukuponya katika hali za namna hiyo. Kwa sababu gani tunasema e, sisi tunatibia na Mwenyezi Mungu ndiye anayeponyesha, ni kwa sababu ya maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anasema e, likulli dai dawau kwamba kila ugonjwa unayo dawa yake, hakuna ugonjwa hata mmoja usiokuwa na dawa, kila ugonjwa unayo dawa yake. Na anasema uh, faidha usiba dawa bari abi idhinillah, ule ugonjwa unapopatiwa dawa yake vyema kabisa, ni ukapatiwa dawa yake halisi, basi ugonjwa huo unapona kwa idhini yake nani? Mwenyezi Mungu Tabarak tabaraka wa Taala, hayo ni maneno yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio bwana, tunasema njoo tukutibie kwa sababu sisi tunatibia, eh, kwa dawa hizi, lakini mponyeshaji ni nani? Ni Allah, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, ndugu zangu, Al-A'rad utajitambuaje kwamba una tatizo la Tambazi, yani wadhma au edema. Tunasema zipo dalili nyingi ambazo zinazoweza kumpelekea mtu kupatwa na tambazi. Moja, dalili ya kwanza, tawarrumu au intifahu lansija al-mawjuda asfal jildi mubashara, asema ni kuvimba eh, au kuwa na maumivu ya tishu nyembamba inayopatikana chini ya ngozi katika mwili wa mwanadamu, yaani katika ngozi yako hii chini yake kuna kitu kinachoitwa tishu nyembamba, ambayo hiyo itaanzisha maumivu. Na hapo ni moja dalili ya kutambulisha kwamba tambazi ana kunyemelea au tambazi me una ugonjwa huo wa tambazi. Anasema hasata almaujudati fi saqaini au dhira'aini, na hasa hasa tishu inayokusudiwa hapa ni ile inayopatikana katika mihundi miwili ya miguu na eh, mi, eh, nyayo mbili. Ama dalili ya pili ya kumjua kwamba huyu mtu ana tatizo la tambazi tunasema, tamaddudul gildi au almaanat, eh, ngozi ile kukaka, kukakamaa ngozi yako tu ya nje katika muhundi au inakweme inakakama, katika hali za namna hiyo, au inajikunja kunja au inakuwa dhaifu eh, katika hali za namna hiyo au inabonyezeka, yani ukimbonyeza hivi anabonyezeka, ukibonyeza hivi panabakia kajishimo, ukimbonyeza panabakia kajishimo. Lakini katika mtu wa kawaida ukibonyeza hivi huwezi ukakuta kumebakia shimo, lakini mtu mwenye tambazi ukimbonyeza namna hii unakuta kajishimo kamebakia. Ama madalili ya tatu tunasema istimrari dhuhuru uh, uh, rasat eh, kuendelea kutokea rasa. Rasa ni nini? tusama aidha uh, naqrat uh, naqra, uh, kama maradhi ya naqra katika jildi yake katika ngozi yake mwanadamu baada dhaghtin laihi bidi thawani, baada ya kuchukua eh, thawani kadhaa au muda kadhaa eh, inaweza kutokelezea. Ama dalili ya nne eh, tunasema intifahu batni, mtu mwenye tatizo la tambazi atakuwa na tatizo la kuvimba kwa tumbo, bihaithu yumkinu hujmihi au hajmihi akbar min mu'tad, kiasi ambacho kuvimba kwa tumbo hilo si kwa kawaida. Kuna kuvimba kwa tumbo kwa mtu kuwa na kitambi, kuna kuvimba kwa tumbo kwa mtu kuwa na tatizo la labda, kama wanawake tunasema uh, uh, uh, uh, tatizo la PID au tatizo la uh, hasa tatizo la PID eh, kuna kuvimba kwa tumbo kajaa tu kama gesi, kama kuvembewa au bila kuvembewa, vitu kama lakini, ukawa hizo zote huna, ukakuta tumbo limejaa, yeah, katika hali namna hiyo. Lakini dalili ya tano tutasema, shuuru bi thaqli fi saqaini, utakuta miguu yako inakuanza kuwa ni mizito mizito mizito, basi jua hilo ni tatizo la tambazi. Dawa yetu ipo maalum kwa ajili ya kukusaidia kwa huruma na utukufu wake muumba wa mbingu na ardhi. Basi insha Allah, sisi tunapatikana Dar es Salaam, eh? Kwa watu wa Dar es Salaam ni rahisi sisi kutupata, na kwa wale walioko mikoani, basi unaweza kutujulisha watu ulipo, tutakufikishia insha Allah. Na kwa we ulioko nje ya nchi, basi niambie tu, tupo nchi gani tutaweza kufikishia kwa sababu sisi tunasubiri tu ni oda yako, na tuweze kufikishia na tatizo hili la tambazi liweze kukuondoka kwa uwezo wake muumba wa mbingu na ardhi. Ama la mwisho, niseme mimi Shekh Khamisi Suleymani na nyumba ya tiba na dua kwa ujumla, tunafanya tiba na tunafanya dua, ndio maana tukaitwa nyumba ya tiba na dua. Kwa wale wenye kuwa na mahitaji ya, ya, ya tiba za maradhi ya aina mbalimbali tofauti na hili tulolieleza, basi karibu nyumba ya tiba na dua itakutibia. awale wale ambao wanasumbuliwa wanahitaji dua kwa matatizo ya aina mbalimbali, basi karibu ndani ya nyumba ya tiba na dua, ambao, dua tutakuombea dua insha Allah. Basi nikuage kwa siku hii ya leo kwa kusema